Uh, kwa kuangalia Simba yetu hii na wachezaji ambao tunao, ushindi uko nje nje, wazi wazi, kwa sababu kwanza tuna mechi nyingi tulicheza, kuna kuna story story nyingi kama nyuma, unaposikia kwa tutakaoonyesha kwamba Simba bado ni ile ile, Simba bado tupo sawa, tuna mna tunachoogopa. Kwa salamu tunaweza kuwapa leo sasa. Yani watu wote ambao tunakutana nao mbele, salamu tunawapa leo, iwe kwenye shirikisho, iwe kwenye ligi, iwe sehemu yote. Sasa salamu tunapewa leo lakini sasa kumbuka, Simba walikuwa uh, gemu yao na Yanga imeahirishwa juzi juzi hapa maanake, Simba bado wana, wana, wana kipengele cha kushinda gemu ya Simba na Yanga na ni game ngumu, sio kwamba hiyo inaweza wakawafanya leo wasiingize silaha zao zote kuwalinda, wasipate majeruhi kwa ajili ya gemu kubwa. Kwa sababu, bado, kwa sababu nafikiri bado tamko halisi haijatolewa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo na wachezaji tunao wengi, kwa hiyo hamna cha kuogopa, mechi ya Simba na Yanga iko pale pale Namwenyeji atakuwa yee mwenye ya Yanga tuna yeye popote atakapotaka tuutupo tutaenda, unavyodhani. Kwa mfano Simba ikiamua leo kupumzisha baadhi ya watu kuwalinda, labda na gemu kubwa atakayokuja kwa ajili ya Yanga, unadhani watu gani ambao watakuwa wakwanza kufikiriwa kupumzishwa au kuchezeshwa kwa dakika chache sana? Nafikiri watakaocheza mechi kwa muda mchache ni wale wa shetu na wategemea sana sana kwenye first 11 kama kina Mohamed Hussein, Shomari Kapombe. Lakini hiyo pia haizuii wao kucheza mechi ya leo kwa sababu tamko halisi, hujajua mechi ni lini, tunaweza tukacheza mechi ya ya shirikisho Afrika kabla hata kucheza Yanga. Kwa hiyo tunasubiri tamko halisi, lakini inaweza ikapelekwa mbele zaidi kiasi hicho. Nafikiri tamko likitoka mwezi wa 4 naweza kufika hiyo mechi kwa sababu bado sasa hivi kuna burukushani. Kwa ubora watapungua, wataacha zipungue ndio mechi tangazo. Kwa mimi ninavyofikiria mechi itakuwa kama mwezi wa nne au wa tano. Kuna game nyingine zinaendelea kukanyagwa. Leo uwanja wa Kaitaba Kagera Sugar anakutana na Namungo, hii mechi unaionaje? Kagera Sugar juzi mabecha kocha sasa hivi Juma Kaseje, na juzi wamemfunga Pamba. Mimi naona Kagera Sugar wanaweza wakashinda ile mechi kwa sababu hawajajipata muda mrefu, wamekuwa wakidraw anafungwa makocha kama watatu ashafukuzwa, lakini kwa Juma kia Juma namwamini na sana yule kwao, naipa Kagera. Namungo, Namungo, Namungo huioni ikitoboa, sioni kabisa ikitoboa kwa sababu kwanza kukocha Kagera Shuga kijana kama sisi kaio pale kwa kocha makipa shaka muda mrefu sana kule kwao, nampa ushindi Kagera Shuga wagoli chache tu, japokuwa Namungo pia anaweza kufunga ushindi na mpaka gera shuga. Sawa na, ah. Na kiwanja cha jamhuri Morogoro pale kiluvya fc nakutana na pamba hiyo, mm, mechi kwako unaionaje? Nadhani ni mechi nyepesi ambayo yeyote anaweza kashinda, au ni mechi ambayo ina ugumu wake? Mechi ngumu sana, ila, ila kaiba draw, kwa sababu pamba katoka kufungwa mechi ya juzi juzi. Hapa kwa sisi tunapoangalia mechi tunajumlisha zote, hiyo ya shirikisho ya ligi kuu timu zile zile ko pambajiji anaweza kumpa ushindi bana, shukrani sana. Asante. Nakutakia kila la heri kwa game ya leo. Asante sana. Unajua, unategemea Simba kuondoka na ushindi. Eh, goli nyingi sana Unali Bandari. Unali Bandari. Niko yes, na, na Mr. Bandari. Bana, shukrani sana.